Kitabu cha Ezekieli, sura ya tano na ya sita. Ndiyo kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro. Unaweza pia ukatufuatilia kwenye mtandao wetu wa YouTube na Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV, Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufollow itakupa nafasi ya kuendelea kupata vitabu vyote tunavyoviweka. Kumbuka mkakati wetu ni kusoma Biblia nzima na kuimaliza na kusoma tena na tena kuendelea kuielewa katika neno. Tusali, tuanze rasmi siku ya leo, kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie, tuwezeshe kuweza kusoma neno lako sasa mwangaza wako uangaze katika fahamu zetu, mwangaza wako uangaze katika mioyo yetu, ili neno hili tunalosoma lisipite tu kama kupita, bali liache alama ya matunda adumuyo, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea kusonga mbele na kitabu cha Ezekieli sura ya tano na ya sita. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project. Mlango wa tano. Nawe mwanadamu Ujipatie upanga mkali kama wembe wa kinyozi ujipatie ukaupitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako, kisha ujipatie mizani ya kupimia, ukazigawanya nywele hizo. Theluthi ya hizo, theluthi ya hizo utaiteketeza katikati ya mji siku za mazingiwa zitakapotimia; nawe utatoa theluthi na kuipiga kwa upanga pande zote; nawe utatawanya theluthi, ichukuliwe na upepo; nami nitafuta upanga nyuma yake. Nawe utatoa nywele chache katika hizo na kuzifunga katika upindo wa mavazi yako. Nawe utatoa tena baadhi ya hizo na kuzitupa katikati ya moto na kuziteketeza katika moto huo. Kutoka nywele hizo moto utakuja na kuingia katika nyumba yote ya Israeli. Bwana Mungu asema hivi: huu ndio Yerusalemu, nimeuweka kati ya mataifa na nchi za uzunguka pande zote nao umeasi hukumu zangu kwa kutenda mabaya kuliko mataifa hayo, nao umeasi sheria kuliko nchi hizo ziuzungukazo; maana wamezikataa hukumu zangu wala hawakuenda katika sheria zangu. Basi kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu ninyi mmefanya ghasia kuliko mataifa wawazungukao ninyi, wala hamkuenda katika sheria zangu wala hamkuzishika hukumu zangu wala hamkutenda kama kawaida za mataifa wa wazungukao. Basi Bwana Mungu asema hivi: angalia, mimi naam, mimi ni juu yako, nami nitafanya hukumu kati yako machoni pa mataifa. Nami nitakutenda nisiyoyatenda zamani, wala sitafanya tena mambo kama hayo, kwa sababu ya machukizo yako yote. Kwa sababu hiyo, baba za watu watawala wana wao kati yako, na wana watawala baba zao. Nami nitafanya hukumu ndani yako, na hao wote waliosalia kwako nitawatawanya kwa pepo zote. Kwa sababu hiyo, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hakika kwa kuwa umepatia unajisi patakatifu pangu kwa matendo yako yote ni ya chukiayo, na kwa machukizo yako yote, kwa sababu hiyo, mimi nami nitakupunguza, wala jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma. Theluthi yenu mtakufa kwa tauni na kwa njaa watakomeshwa ndani yako, na theluthi yenu wataanguka kwa upanga pande zako zote, na theluthi yenu nitawatawanya kwa pepo zote, kisha nitafuta upanga nyuma yao. Hivyo ndivyo ghadhabu yangu itakavyotimia, nami nitatosheleza hasira yangu juu yako, nami nitafarijika; nao watajua ya kuwa mimi Bwana nimenena kwa wivu wangu nitakapokuwa nimeitimiza ghadhabu yangu juu yao. Tena nitakufanya kwa ukiwa na aibu kati ya mataifa wa kuzungukao machoni pa watu wote wapitao nayo, na itakuwa tukano na aibu na mafundisho na ajabu kwa mataifa wa kuzungukao, hapo nitakapotekeleza hukumu ndani yako kwa hasira na kwa ghadhabu na kwa malaumu ya ghadhabu. Mimi Bwana nimeyanena hayo. Hapo nitakapopeleka mishale mibaya ya njaa juu yao, iletayo uharibifu, nitakayoipeleka ili kuwaharibu ninyi; nami nitaiongeza njaa juu yenu na tegemeo lenu la mkate nitalivunja. Nami nitapeleka juu yenu njaa na wanyama wabaya, nao watakunyang'anya watu wako, na tauni na damu zitapita ndani yako, nami nitauleta upanga juu yako. Mimi Bwana nimeanena hayo. Mlango wa sita. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, uelekeze uso wako uitazame milima ya Israeli ukaitabirie, ukisema, enyi milima ya Israeli lisikieni neno la Bwana Mungu. Bwana Mungu aiambia hivi milima na vilima na vijito na mabonde, tazama, mimi naam, mimi nitaleta upanga juu yenu, nami nitapaharibu mahali penu palipoinuka na madhabahu zenu zitakuwa ukiwa na sanamu zenu za jua zitavunjika. Nami nitawatupa wana wenu waliouawa mbele ya vinyago vyenu, nami nitaiweka mizoga ya wana wa Israeli mbele ya vinyago vyao. Nami nitaitawanya mifupa yenu pande zote za madhabahu zenu. Kila mahali mkaapo, miji itaharibika na mahali palipoinuka patakuwa ukiwa, ili madhabahu zenu ziharibiwe na kufanywa ukiwa na vinyago vyenu vivunjwe na kukoma, na sanamu zenu za jua zikatwe na kuangushwa, na kazi zenu zifutwe kabisa. Na hao waliouwawa wataanguka katikati yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Lakini nitasaza mabaki, maana nitakuwa na baadhi ya watu watakaokimbia upanga kati ya mataifa, mtakapokuwa mmetawanyika katika nchi za watu, na hawa wa kwenu watakaookoka watanikumbuka kati ya mataifa watakakuchukuliwa mateka, jinsi nilivyoiponda mioyo yao ya kikahaba iliyoniacha na macho yao yaendayo kufanya uasherati na vinyago vyao nao watajichukia nafsi zao machoni pao wenyewe kwa sababu ya mabaya yao yote walioyatenda kwa machukizo yao yote. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, sikusema bure kama nitawatenda mabaya hayo. Bwana Mungu asema hivi: piga kwa mkono wako ipige nchi kwa mguu wako, ukaseme: ole! Kwa sababu ya machukizo maovu yote ya nyumba ya Israeli, maana wataanguka kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Yeye aliye mbali sana atakufa kwa tauni, na yeye aliye karibu atakufa kwa upanga, na yeye atakayesalia na kuhusuriwa katika mji atakufa kwa njaa. Hivyo ndivyo nitakavyoitimiza ghadhabu yangu juu yao nanyi na mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana watu wakwa waliouawa watakapokuwa kati ya vinyago vyao pande zote za madhabahu zao, juu ya kila kilima kirefu, juu ya vilele vya milima na chini ya kila mti wenye majani mabichi, na chini ya kila mwaloni mnene, pale pale walipovifukizia uvumba mzuri vinyago vyao vyote, nami nitanyosha mkono wangu juu yao na kuifanya nchi kuwa maganjo, tena ukiwa mbaya kuliko jangwa upande wa Dibla katika makao yao yote, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana.